Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Watanzania wenzangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka siku hii ya leo ya uhuru Tanzania. Mimi ni bwana Ezra. Tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe. Tusonge mbele, bado nazidi kurudia hili, nisije nikapata mtu anasema kwamba hapakukuwepo na maandamano. Maandamano yalikuwepo na maandamano. Uzuri wa maandamano haya ni ya mfululizo, hakuna kikomo. Siku ya leo serikali iliweza kutoa jeshi la polisi, ikatoa majeshi kwa barak jeshi la wananchi wakakuja, na ndege wanakagua hali ya usalama kutoka juu angani. Lakini wacha niwaeleze, maandamano ya mfululizo yanaendelea, kesho yanaendelea leo, kesho, kesho kutwa, mtondo na mtondogoo. Sasa hii leo wametoa helikopta zote kwenda kuchunga wananchi wasiandamane kesho, watatoa helikopta Alamisi watatoa helikopta Ijumaa, watatoa helikopta? Ndilo swali ambalo tunaulizana, au ndilo swali ambalo nazidi kukuuliza. Lakini kitu ambacho unapaswa kujua leo, wamekagua, wamepata kwamba wananchi waliingoja wakaondoka, ndio wakaandamana. Kesho wananchi wataandamana, polisi washangae tena, hawa jamaa walikuwa wanaandamana. Sasa naomba nikupeleke moja kwa moja mpaka eneo la Mbeya, mahala ambapo wananchi saa kumi na moja jioni ya tarehe tisa Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano waliendelea kukusanyika na wakasema kwamba msiogope, tutashinda. Wananchi watatulia madai yao yasikilizwe, ila vitisho haviwezi kuwatuliza. Yani raia wameweza kugundua kwamba wakiendelea kukaa chini hii serikali itaona kwamba wamekawa pole, ianze kuwakanyaga ianze kuwachafulia jina. Sasa ndio maana wananchi wameamua watajitoa muhanga kuweza kuhakikisha ujumbe wao unafika kwa serikali. Sasa wananchi upande wa Mbeya walitoka wakiwa wameandika mabango yao kwa gunia, kisha wakahakikisha kwamba maandishi yao matakwa yao yanaonekana ulimwengu mzima. Matakwa yao waliyaandika kwa gunia, kisha wakayaonyesha hivi kwa kamera, kisha wakaimba wimbo wa taifa, alafu dunia mzima imeona matatizo ambayo yanawakumba wa Tanzania. Naomba uweze kuona viongozi wake ekina umoja na amani hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake ibariki Afrika ibariki Afrika wabariki watoto Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uru na umoja kwake, kwa kekwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake ibariki Tanzania ibariki Tanzania ibariki watoto wa Tanzania. Nina imani kwamba umeweza kuona. Ndio, umeweza kuona. Wananchi wameamua kuimba wimbo wa taifa, wimbo mzuri sana wa taifa la Tanzania. Mungu, twakuomba uweze kuilinda na kuibariki Tanzania. Lakini sasa mahala ambapo wanakosea, lakini sio Watanzania ndio wanakosea. Ni wimbo ambao uliweza kutungwa kuisifu Tanzania, taifa taifa nzuri kabisa. Lakini sasa hawa viongozi ambao wako madarakani hata hawapaswi kuombewa wabarikiwe hawa viongozi wanapaswa kuondoka sasa. Tutaweza kuimbaje eti kwamba wabariki eh, na viongozi wake? Sasa tutawaombeaje tuta, tuta, tuta akina Samia wabarikiwe kipindi ambapo wameangamiza maelfu ya vijana, kipindi ambapo wamezika maelfu ya vijana kuelekea kwa makaburi ya pamoja upande wa Kunduchi, mili yao mpaka sasa hivi haijaweza kuonekana jamani tunaiombea Tanzania iweze kubarikiwa, lakini viongozi wasione baraka. Mimi ndo nakwambia viongozi wasione baraka, au viongozi tukianzia madiwani, hatukuwachagua, twende wabunge, hatukuwachagua, twende viongozi wa wilaya, hatukuwachagua, twende wabunge, rais hatukumchagua. Hapo mahala ambapo wanasema kwamba wabariki viongozi wake pia, hapana. Hapo nayo tunapaswa kuja kuimba kwamba wabariki viongozi wake pia kipindi ambapo tutapata viongozi ambao wanawaelewa wananchi. Eh, tuko na watu ambao wananiita mimi ni kichaa. Ndio, mimi ni kichaa wa kusungumza ukweli. Jina ambalo unaniita hata ukiniita mweu hakuna shida, hilo ni jina ambalo nina, ninalipokea hilo ni jina, ili mradi tu mimi ninapitisha ujumbe wa wananchi kuelekea kwa hawa viongozi ambao waliweza kujichagua ambao wanajitakia baraka wao wenyewe na kuua wananchi. Sasa hata mniite kichaa, ujumbe ambao nimeweza kukuonyesha hapa kutoka Mbeya unasomeka kwamba Samia must go free Tanzania, yaani wanasema hivi Samia lazima aende nyumbani, Tanzania iweze kutoka kutoka kwa mikono ya wakoloni, kutoka kwa mikono ya viongozi ambao wanawakandamiza wananchi. Viongozi akina nani ambao wanawakandamiza wananchi? Samia Suluhu hasan ndiye anawakandamiza wananchi, na ndio maana wanasema kwamba Samia Suluhu hasan must go. Kwenye hilo bango wakasema hivi Uh, uchaguzi urudiwe, tumehuru uh, utekaji. No, wanasema hivi uchaguzi wa ishirini na tisa ambao Samia aliweza kusema kwamba alishinda kwa asilimia kubwa, wanaomba uweze kurudiwa mara moja. mm, uweze kurudiwa kwa sababu ya nini? Hapa kukuwepo na uchaguzi wa kuwachagua viongozi Ah, tukianzia kwa wilaya, tukienda kwa madiwani, tukienda kwa wabunge, tukienda kwa rais. Hao ni viongozi ambao wako madarakani kwa njia ambazo hazihitajiki, hazitambuliki, ni viongozi batili alafu kwenye in, ha, hayo mabango ya mwisho waliweza kusema kwamba Samia must go, tunataka katiba mpya, ndio tunataka katiba mpya katiba ambayo inatambua uwepo wa Tanganyika. Hatuwezi tukasema kwamba uh, tuko na kwenye serikali ya muungano kipindi ambapo Zanzibari yenyewe inajitambua kama taifa. Zanzibari yenyewe iko na rais wake. Zanzibari yenyewe iko na bunge lake. Zanzibari yenyewe iko na rais wake na makamu wake na mawaziri wake. Tunataka katiba ambayo inatambua uhuru wa Tanganyika. Watanganyika na wao wakuwe na rais wao, Watanganyika na wao wakuwe na viongozi wao, wakuwe na bunge lao, alafu ya tatu tukuwe na serikali ya muungano kama wanataka. Mnanielewa? Hatuwezi tukasema kwamba tuko kwenye serikali ya muungano faida zote zikielekea Zanzibar haiwezekani lazima sisi watu wa Tanganyika tuweze kupata uhuru wetu vilevile vile tunataka katiba mpya ambayo inatambua mchango wa wananchi inatambua mwananchi kwamba yuko na uhuru wa kujieleza yuko na uhuru wa kukusanyika yuko na uhuru wa maoni yake kusikilizwa yuko na uhuru wa kukosoa serikali, sio eti kwamba mtu ambaye anakosoa serikali anafunguliwa mashtaka ya uhaini. Ujumbe umefika kwa serikali. Wale ambao mnanitusi mimi ni kichaa, amna tatizo. Wale ambao mnanitusi mimi ni mwehu, hakuna tatizo. Bora ujumbe wa wananchi umefika kwa serikali. Nimegundua kwamba viongozi wa serikali na wao wanategemea hii channel kuweza kupata taarifa za ukweli. Sasa wale vibaraka vya Samia, wale vichaa wa Samia, nina imani kwamba mmeweza kupata ujumbe. Mwambie wananchi wamesema kwamba hawamtaki.